Kama mnakumbuka ndugu zangu waandishi wa habari jana, tulitangaza ya kwamba e, tutakuwa na sehemu moja ya kutazamia mechi kwa mashabiki wote wa Simba hususan wa Dar es Salaam na tukatangaza eneo la Mwembe Yanga kuwa litakuwa ni sehemu maksus kwa mashabiki wa Simba kukutana pale na kuangalia mpira kwa pamoja. Sasa niko hapa e, kutangaza mabadiliko ya eneo la kutazamia mpira kwa mashabiki wa Simba kutoka eh, uwanja wa Mwembe Yanga kwenda sehemu nyingine ambayo tumechagua na maandalizi yameshaanza katika sehemu hiyo. Kwa nini tunahama Mwembe Yanga? Kwa sababu kuna shughuli za kisiasa kesho katika wilaya ya Temeke na hususan katika eneo uwanja wa Mwembe Yanga, kwa hiyo ili kuepusha Eh, shughuli mbili zenye, zenye kukutanisha watu wengi Simba Sports Club tumeamua kuhama eh, kwa ama kuhamisha shughuli yetu ya big screen na kuipeleka katika eneo jingine. Kwa niko hapa kuambia kwamba big screen yetu ya kesho ambayo itawakutanisha mashabiki wote wa Simba kuangalia kwa pamoja ama kutazama kwa pamoja mechi yetu na Gaboron United itakwenda kufanyika katika fukwe za Coko almaarufu Coko Beach. Vigezo na masharti ni vile vile. Vaa jezi yako nyekundu ya Simba Sports Club, tukutane Coco Bich, twende kwa pamoja tukatazame mechi yetu dhidi ya Gaboron. Coko Beach kuna sehemu maalum kwa ajili ya beach soccer pale ndipo ambapo tutakwenda kutazamia mchezo wetu. Kwa wale ambao walishiriki e, mbio e, wakati wa Simba Day ama ile wiki ya Simba, pale ambapo tulianzia na kumalizia mbio zetu, ndio sehemu ambayo tutakwenda kutazamia mpira kwa pamoja. WanaSimba, tutakuwa na screen kubwa ya kutosha. WanaSimba, tutakutana hapo kutakuwa kuna viti vya kutosha, watu watakaa, wanapata upepo wa bahari ya Hindi, huku wanamuona mnyama anamnyonyoa Gaborone United, tunakwenda hatua inayofuata, huku tukila maisha mengine mazuri pale katika fukwe za Koko.